Habari ndugu mpenzi mtazamaji wa Kilimo ni Fursa TV. Mbele yako hapa ni mtayarishaji na mwandaji wa mauzui yanayohusiana na kilimo. Jina naitwa Baraka Batson. Anatokea Mbeya University of Science and Technology MUST. Leo niko hapa mbele yako kama agribusiness solution ama agronomist ambaye nimshauri kwa maswali mbalimbali ya kilimo. Leo nitakushauri kuhusiana na swala la kabeji. Leo za wilifa la kabeji kama unavyoiona hili hapa imetokana na mbegu ambazo tumezipanda, lakini pia kuna changamoto ambayo naipitia. Changamoto hiyo inasababishwa na baadhi ya mambo. Jambo la kwanza ambapo changamoto hii inasababisha ni upepo, ni upepo ambao unaleta wadudu wa mbalimbali na pia unasababisha majani yanavunjika. Lakini jambo la pili ni wadudu ambao wametushambulia sana huko ndani shambani. Kama unavyoona, kuna viwavi jeshi ndio ambao wameshambilia humu, lakini pia ukiangalia miche mingine kama hapa, unaona kuna spider mite hapa, tando wa buibui e, tando wa buibui huu pia unaathiri ukuaji wa nini, wa mimea. Kitu ambacho cha kuzingatia, lazima upige dawa ili wadudu hao wakimbie. Lazima uzingatie dawa ambayo ni kiambata cha profenofos 720 ama profenofos kwa asilimia 35 ambao wadudu hao watakimbia shambani mwako na hataonekana kabisa, lakini pia kuna aina mbalimbali za dawa. Aidha, utumie pilipili ambao dawa za kienyeji au atumia pilipili. Utachukua mchanganyo wa pilipili, marobaini pamoja na mwarovela kwa kiasi ambacho kinahitajika. Ambacho pilipili inachukua ni kilo moja, marovela ni nusu kilo na zao jingine tuna nusu kilo utachanganya kwa maji lita kumi ya kuongezea. Lakini ukiwa dawa za kemikali itaondoa haraka zaidi na itafanya mimea yako kustawi kwa, kwa haraka wadudu wote wale ambao wanashambulia zao hili. Sana sana wadudu hawa, kuna panzi wa vijeshi ambao ndio wadudu hatari zaidi katika zao la kabeji. Wadudu hawa huwa wanashambulia sana zao hili la kabeji. Subscribe channel yetu ya Kilimo ni fulsa TV kuanzia YouTube, TikTok mpaka Instagram, utatufatilia kwa jina hilo hilo hilo la Kilimo ni fulsa TV, hapo utakuwa umetupata mubashara kabisa. Siku nyingine nitaeleza ni kivipi, kwa nini tunatumia drip irrigation ni kwa sababu mojawapo ambayo ya haraka haraka kusaidia maji kwenda sehemu sahihi na katika mahali sahihi. Mfano unavyomwagilia hapa ukiwa unatumia ndoo, maji yatakuwa yanaenda sehemu ambayo sio sahihi lakini unyevu huu unakuwa umeenda sehemu sahihi kwa sababu unakuwa umwagilia katika shina lilopo sahihi. Hivyo basi ndugu mpenzi mtazamaji na kusi unaopanda zao la mboga mboga ama mboga ya jamii yote ile ya mimea, hasa hasa mimea msimu wa kiangazi, ambapo utaona unapanda mboga, tunakushauri uweke mfumo wa drip irrigation ili umwagilie kwa ustadi na kwa umakini na mmea kupata maji kwa kiwango sahihi kwa muda sahihi. Basi usisite usubscribe YouTube, TikTok sana mimi ni Baraka Batson wa baelini.